Ukulima wa mwani unaanzia baharini. Ukisikia ukulima wa mwani, ndo kama hivi. Hizi ni mbegu ambazo asili yake zimetoka baharini, na haya hapo unapoona ni mashamba ya mwani. Kwa hiyo tunachukua mbegu, halafu tunakuja kuzifunga hapa. Kuna mfungo wetu maalum kwa sababu ya kuzihifadhi. Mwani huu tunaufunga hapa, tunakaa bamvua tatu mpaka nne, siku arobaini na tano mpaka siku sitini ni tayari kwa kuvuna. kwa hiyo ushughulikiaji wako kwa hiyo watu waondoshe ile dhana kwa mwani unalimwa, labda wanadhani unalimwa katika mabonde. Mwani ni zao la baharini, kwa hiyo unaendelea kuvuna humu baharini na tuna uhifadhi. Huu ni ukulima wa mwani ambao kitaalamu unaitwa aquaculture. Kwa hiyo tunashajiisha watu waje, si watumie tu mwani, pia waje katika mashamba yetu ya mwani, waone mashamba waone kazi ambayo wanaipata kina mama hapa. Ni baharini, kuna chumvi, maji ya chumvi, lakini kuna jua kali sana. Kwa hiyo bei, kina mama tunalalamika bei ya mwani ni ndogo, na kampuni bado bei hawajatoa bei, bei nzuri. Kwa hiyo mtu anapoambiwa bei ya mwani kama mwani huu una prosesi nyingi mpaka ikakufikia mlaji mladi. Kwa hiyo hizi ni shughuli ambazo wanafanya kina mama na asilimia themanini mpaka tisini ya wakulima wote wazazi wao ni kina mama. Kwa hiyo, unaponunua mwani unasapoti juhudi za kina mama. Na mwani una shughuli kubwa sana kwa sababu kilimo baharini, huko baharini kama unavyoona kuna hatari nyingi zinatokea. Kina mama anakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo, tujitahidi kusapoti wakulima mwani wanaofanya biashara za mwani, kazi ni ngumu, lakini mwani kama tunavyojua una faida sana kwa hiyo huku mwani ndo asili yake. Tunashukuru sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweza kutupatia vifaa vya kujilinda kama viatu na vitu vingine, lakini pia kutupatia boti ambazo tunabebea mwani. Hapo nyuma, tulikuwa tunatia mwani katika mapolo kutoka kwenye bahari mpaka kufika juu inakuwa ni mbali sana, lakini sasa hivi kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu kupitia serikali hii ya Mheshimiwa Hussein Mwinyi imeweza kutujengea ngazi lakini pia imeweza kutupatia vihori vya kubebea mwani lakini hatimaye imeweza kutupatia chanja hii yote kumsapoti kina mama tunamshukuru sana rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi mheshimiwa Hussein Mwinyi kwa kutusapoti lakini pia tunamshukuru mama Samia rais wa jamhuri ya muungano kwa kutusapoti shughuli mbalimbali na kuwawezesha kina mama katika kutupatia vifaa mbalimbali elimu vifaa na mambo mengi kwa hiyo sote kwa umoja wetu wakulima mwani tunawatakia mitano tena, midano tena.